Taarifa kumuhusu John Heche kumwekea Tundu Lissu sumu gerezani zimetibuka na kuushtua wengi duniani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha upinzani, chama cha maendeleo na cha demokrasia na maendeleo, kimetangaza kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu wanaodai kuwa kiongozi wa chama hicho John Heche alikuwa na mpango wa kumdhuru mwenyekiti wa chama Tundu Lissu akiwa gerezani. Kauli hiyo imetolewa na Daktari Nshala akisema madai hayo ni ya uongo, hayana msingi wa ukweli na, na yanalenga kuchafua heshima ya, na sifa ya kinara huyo wa upinzani. Chadema imechukua msimamo mkali dhidi ya propaganda ambazo inaposema zinaweza kuhatarisha siasa na mshikamano wa chama. Katika taarifa yake, daktari Nshala alisisitiza kuwa Heche hawezi kuhusishwa na mpango wa kumdhuru Lisu kwa sababu mazingira ya gerezani hayamruhusu mtu wa nje kuingilia chakula au vinywaji vya wafungwa. Afisa huyo wa Chadema alisema kwamba huduma za chakula kwa Lisu ambaye yuko katika gereza la Ukonga zinatolewa moja kwa moja na jeshi la magereza la Tanzania na hivyo madai kwamba Heche anaweza kuingilia mchakato huo ni upuzi wa hali ya juu. Kupitia taarifa yake pia imesema kuwa tuhuma tu hizo zilikusudiwa kuchafua jina la heshima ya John Heche ambaye ni kiongozi wa juu ndani ya chama na ana nafasi kubwa katika siasa za upinzani nchini. Daktari Nshala aliongeza kuwa chama kitakubali kuona viongozi wake wa kivurugu kwa propaganda zisizo na msingi na kwamba kesi za mfano zimetokea awali ambapo upotoshaji wa aina hii umeonekana kutumiwa kisiasa. Alitumia maneno makali akisema kuwa propaganda chafu lazima zikutane na misuli mikavu ya sheria ili kuzimaliza. Na Chadema ilionyesha wazi kuwa itachukua hatua dhidi ya yeyote atakayejihusisha na kampeni za kuchafua majina ya viongozi wake na kwamba watashtakiwa kutokana na kuchafua hadhi na, na kuaminika kwa Heche taarifa hiyo imeibua mjadala mpana ndani ya medani ya siasa za Tanzania huku ikionekana kama onyo kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii kusambaza taarifa za uongo. Chadema imewekwa ama imeweka wazi kuwa haita sita kutumia nguvu za kisheria kuhakikisha kuwa yule anayejihusisha na kampeni za kuchafua majina ya viongozi anakutana na mkono wa sheria. Kauli ya Chadema inakuja wakati ambapo chama hicho kimekuwa katika msukosuko mkubwa wa kisiasa sehemu kutokana na ukiongozi wake mkuu Tundu Lissu, ambaye anatumikia mashtaka ya uhaini na kutangaza taarifa za uongo, madai ambayo chama kimeyapinga. Lissu alizuiliwa chini ya mashtaka ya uhaini baada ya kuongoza harakati za kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 na kudai marekebisho ya mfumo wa uchaguzi kabla ya kushiriki uchaguzi mkuu. Taarifa za mashirika ya haki za binadamu zilitaka serikali kumweka huru bila masharti na kuvunja mnyanyaso dhidi ya wanasiasa wa upinzani. John Heche ni naibu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara na mmoja wa viongozi wakuu wa chama hicho na alikuwa miongoni mwa viongozi waliokamatwa na baadaye kuachiliwa huru na polisi kwa madai ya ushiriki katika maandamano na shughuli za kisiasa. Kabla ya msukosuko huu wa hivi karibuni, Heche alijulikana kama kiongozi mkali na mpinzani na mshirika mashirika, na wa karibu wa Tundu Lissu hasa baada ya uchaguzi wa ndani wa chama e, mwaka elfu mbili ishirini na tano ambapo Lissu alipata uongozi wa taifa wa Chadema na yeye kuchaguliwa kama naibu mwenyekiti Tanzania Bara pamoja na Said Mzee Said kama naibu mwenyekiti mkoa wa Zanzibar. Tangu kutekelezwa kwa baadhi ya wageni ama kutekelezwa kutelekezwa kwa baadhi ya wageni wake wa kisiasa Lissu, amekuwa gerezani kwa miezi mingi kwa mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo, huku chama kikipinga kwa nguvu swala hilo kama ni la kisiasa na ni sheria. Tatizo kuu ambalo Chadema uh, inapinga ni madai kwamba Heche angeweza kuhusika moja kwa moja na mchakato wa kumdhuru Tundu Lissu kwa njia ya chakula au vinywaji. Chadema inasisitiza kwamba hali ya gerezani imruhusu mtu yeyote nje uh, ya mamlaka ya gereza kuingilia huduma za chakula au vinywaji uh, vinywaji vinavyotolewa kwa wafungwa. Utaratibu rasmi wa jeshi la magereza unaweka masharti ya usalama na udhibiti mkali wa huduma zote zinazotolewa ndani ya magereza. Kwa mujibu wa vyanzo vya serikali, huduma za chakula kwa wafungwa zinatolewa moja kwa moja na jeshi la magereza chini ya kanuni za usalama, na hakuna kuingiliwa na mtu yoyote nje ya mzunguko huo wa mamlaka, isipokuwa kwa njia za kisheria inayoruhusiwa. Hata hivyo, Chadema inasema madai ya uingiliaji huo ni sehemu ya mbinu za mbinu ama ni sehemu ya mbinu za mbinu za kisiasa zinazolenga kuchafua heshima ya viongozi wa chama na kuibua shaka kuhusu uadilifu wa, wa wanasiasa wa upinzani mbele ya umma. Mgogoro wa siasa za Tanzania umekuwa ukizidi kuchochea mijadala juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia upinzani. Lissu, ambaye ni mwanasheria na mwanasiasa mwana aliyejulikana sana nchini, alikamatwa mwaka jana na kushtakiwa kwa uhaini na kutangaza, za kutangaza taarifa za uongo kufuatia mikutano yake ya kampeni na wito wake wa kuzuia uchaguzi hadi marekebisho mfumo wa uchaguzi yatakapofanyika. Chama hicho kimekuwa kikilalamika juu ya utendaji wa mamlaka, ikisema kuwa kizuizi cha kutembelea Lissu na kukataliwa kwa maombi ya viongozi wa chama cha upinzani kutembelea mwenyekiti wao gerezani kinaonyesha uovu wa kisiasa na udhibiti wa uhuru kisiasa. Tatizo la madai ya uingiliaji gerezani linajikita katika mgogoro wa msingi, ukombozi wa demokrasia na uhuru wa kisiasa nchini. Chadema inaahidi kutumia vyombo vya sheria kulinda heshima ya viongozi wake, na hatua hizo zinaweza kuibua kesi za kupigania haki katika vyombo vya mahakama. Upande mwingine, mamlaka za serikali pamoja na jeshi la magereza zinabaki na mamlaka ya kutekeleza sheria za nchi na kuhakikisha usalama na nidhamu ya magereza. Utekelezaji wa sheria hizo mara nyingi huibua mijadala kuhusu usawa wa haki za mtu binafsi dhidi ya utekelezaji wa sheria na utaratibu rasmi. Ndio hayo tulikuwa tumekuangalia, tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse chaneli yako pendwa inaokuletea taarifa hizi moja kwa moja bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Hapa ndio unapata taarifa kwa kina, uchambuzi wa kina, uchambuzi wa haki na uchambuzi wa uhakika bila kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na tunaomba uweze kutusupport kwa kusubscribe, ku like vile vile ku share video zetu ili uweze e kuwafikia ndugu jamaa na wote ambao hawajapokea taarifa hizi vile vile wewe kama mfuasi wetu waweza kuwa nambari moja kupokea taarifa hizi kwa, uh, ama unachostahili kufanya ni ku like uh, ku subscribe na vilevile vile gonga alama ya kengele, ili uweze kutumiwa notifications kila baada ya video ambayo tutakuwa tunaiweka hewani, ili uweze kujifunza na vilevile vile kujijuza kuhusiana na yale yanayoendelea katika eneo la Afrika Mashariki haswa nchi ya Tanzania.